Karibu Tabora, karibu Toronto. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan ameongoza mamia ya wananchi wa mkoa wa Tabora katika kuaga mwili wa marehemu Munde Abdallah Tambwe aliyefariki usiku wa kuamkia Februari 3, 2026 katika hospitali ya Taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu lakini kwa kuwa Mheshimiwa Rais amesafiri yuko nji ya nchi, amenielekeza mimi nishiriki kwa niaba yake, kwa amenituma niwape salamu nyingi sana za pole kwa msiba huu mkubwa. Mtakubaliana nami kwamba mchango kwa marehemu kwa marehemu kwa chama chetu ni wa kipekee sana, na ndio maana aliweza mpaka kufika ngazi ya kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuwa mbunge kwa miaka mingi. Lakini kama walivyomwelezea waombelezaji wengine, marehemu Marehemu Munde anakumbukwa kwa mema aliyoyatenda ndani ya chama cha mapinduzi CCM, katika dini na hata kwa jamii kwa ujumla. Na hapa msemaji wa familia Hussein Bashe, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Nzega Mji, anatoa shukrani kwa wote walioshirikiana na familia hii katika kipindi hiki cha huzuni na majonzi. Miaka 21 iliyopita nikiwa sijulikani, sifahamiki ndani ya mkoa huu wa Tabora nilipokelewa na wazee wawili, nikiwa natoka chuo kikuu, wakati nagombea ubunge kwa mara ya kwanza na kaka yangu Seleli. Mmoja ni mama Mosi Tambwe na mwingine ni mzee Mkumba. Wazee hawa wawili walinilea mimi, tukajenga udugu na Munde na Saidi. Kwa hiyo dada yetu ametangulia mbele ya haki. Sisi kama familia, la kwanza, tunawashukuru sana madaktari wa hospitali ya Aga Khan ambako ndiko alikuanzia matibabu lakini vile vile tunawashukuru sana madaktari wa hospitali ya Muhimbili. Lakini vile vile mtumie nafasi hii, Mheshimiwa makamu, tupelekee shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya msiba, usiku saa tano saa sita, tumeongea mimi na Almasi, nikamfikishia taarifa vile vile, akatoa akasema niko pamoja na nyinyi, mko nje ya nchi, yuko nje ya nchi, akatupatia ndege ambayo imeleta mwili wa dada yetu kuja kumhifadhi nyumbani. Marehemu amezikwa katika makaburi ya Sheikh Mavumbi yaliyopo mtaa wa Mbirani, kata ya Kidongo Chekundu, manispaa ya Tabora. Mwenyekiti wa UWT Taifa CCM Mary Piusi Chatanda anaeleza namna marehemu alivyokuwa mahiri katika kushawishi wanawake na vijana kujiamini katika kugombea nafasi mbalimbali mbali ndani na nje ya chama. Niseme tu kwamba Munde alikuwa ni kijana ambaye amejipambanua katika nafasi yake ya uongozi Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuongoza, alikuwa na uwezo mkubwa wa kushauri na kushawishi. Hivyo aliweza kuwashawishi hata vijana wenzake kugombea nafasi za ubunge hususan wa viti maalum, lakini na ubunge wa majimbo. Kwa hiyo kutokana na ushawishi wake, tukishirikiana naye, wanawake wengi waliweza kujitokeza. Nichukue nafasi hii kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Ametangulia, tutamkuta Mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Matiko Chacha anawasilisha salamu za rambirambi kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Tabora. Lakini nilivyokuja katika mkoa huu, wenyeji wangu walionipokea wa kwanza walikuwa ni Munde, wa pili ni mzee wangu ambaye jana tumemzika mzee Naso maarufu kama NBS, wa tatu ni mzee Samota. Na mimi kwa kuwakilisha serikali ya mkoa wa Tabora tumeandaa kwa familia. Nitumia nafasi hii, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikukaribishe katika bodi ya. Kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais Dr Emmanuel Johni Nchimbi anatoa salamu za serikali. Ukikuta mtu hazungumzi kwa kukasirikiana na marehemu kwa siku mbili tatu, hujue huyo mtu ndio mwenye matatizo. Marehemu alikuwa kai na kinyongo na mtu yoyote, alikuwa rafiki wa kila mtu lakini vile vile alitanguliza maendeleo ya nchi yetu na Chama cha Mapinduzi mbele kwa namna ya pekee. Tunawashukuru wanatabora kwa kutupa mtu muhimu namna hiyo kwa nchi yetu, tunaishukuru familia yake kwa kutupa mtu muhimu namna hiyo, lakini vile vile tunawashukuru familia kwa ushirikiano mkubwa waliompa na kufanya aweze kutekeleza vizuri majukumu yake kwa ya chama chetu cha Mapinduzi, lakini vile vile kwa serikali yetu. Marehemu Munde Tambwe atakumbukwa na wengi, si tu katika siasa bali pia katika mawanda mapana ya dini. Munde alikuwa ni mtu katika watu wote alikuwa nao alienea, na alisema nijengieni msikiti, nijengieni msikiti niswalie yeye. Kwa uelewa wake alijua kuswali kwetu tunamswalia yeye, lakini kumbe tunazoswali sisi tunapata sisi na yeye anapata kwa sababu ameweka sadaqatu so jariya katika kukamilisha ujenzi wa msikiti aliokuwa ameuanzisha, ambao mpaka sasa ujenzi wake umefikia asilimia 50, huku zaidi ya shilingi milioni 50 zikiwa zinahitajika kwa ajili ya ukamilishaji. makamo wa rais ameahidi kuchangia shilingi milioni kumi huku rais Samia Suluhu Hasani akichangia shilingi milioni 30. Lakini vilevile tumeweza kuona mchango wa kipekee wa marehemu katika kujali dini tumeona kwamba katika siku za mwisho alielekeza nguvu zake katika kukamilisha kuanzisha na kukamilisha ujenzi wa msikiti. Ukiwa umetumwa uende kusema bila kuuliza, kama mimi makamu wake, nimemwambia kuna habari hii ya mchango, nami nimekuwakilisha wewe huku, akasema ndiyo, ni kweli, umeniwakilisha, lakini pia we makamu, we mwenyewe unachanga ngapi kama makamu? Nikapiga hesabu nikasema, Mheshimiwa Rais, mimi nachanga milioni kumi. Nafurahi kuwaambia Rais amesema atachangia milioni thelathini na kwa kweli angeweza kuchanga zaidi, lakini unajua, haya mambo, ukishagundua wenzako walipewa wasia wamalizie, ningemshawishi Rais tumalize zote, ningekuwa kwa makusudi nataka kuwanyima watu thawabu, na hiyo ni sehemu ya roho mbaya, kuwanyima wenzako thawabu. Nisingekusudia kuwa mmoja watu wenye roho mbaya, na hasa kumkatili mdogo wangu Bashe na wenzake, kwa nimewaachia nao nafasi ya kupata thawabu ya Mwenyezi Mungu kupitia wasia aliyotoa marehemu. Kwa baada ya kuyasema haya, naomba tushirikiane kumwombea marehemu wetu. Hakuna kikubwa tunachoweza kufanya sasa zaidi ya Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya, ya kabri na mfufue siku ya mwisho. Na pia nawaombea na nyinyi ndugu zangu, na nyinyi mtuombee mimi, Mheshimiwa Rais na serikali yake na viongozi wote wa nchi yetu, mwawe kwenye maombi, viongozi wa taasisi wa vyama vya siasa vyote mwaombee, ili tuendelee kushirikiana katika kuijenga nchi yetu. Asante sana. Marehemu Munde alizaliwa Agosti 8 1972. Ameacha watoto wawili. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake Lihimidiwe. Karibu Tabora, karibu Toronto.